Kitabu cha Yeremia sura ya arobaini na moja na ya arobaini na mbili Naam, na na kanisa la Mungu tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa. Ni siku nyingine tena na muda mwingine mzuri ambao Mungu anatupa nafasi kukutana tukiwa maeneo mbalimbali ndani ya mwili wa Kristo kwa njia hii ya mtandao na vyombo vya habari kwa ajili ya kusoma neno la Mungu kwa pamoja. Karibuni sana wapendwa, naitwa Mwalimu Petro, ninaomba tuweze kusali ili tuanze rasmi kipindi chetu. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakuinua, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo ambao Baba umetukutanisha muda mwingine tena mzuri kwa ajili ya kusoma neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu uwe na sisi, tunaomba Baba upendo wako utusimamie na neema yako, e Bwana, vyote vitufunike, ili tuendelee kuwa imara na tuendelee kujengwa kwa mafundisho yako katika jina la Yesu Kristo tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, ni wakati mwingine tena mzuri, tunaendelea kusonga mbele, ambapo siku ya leo tutaweza kusoma kitabu hiki cha Yeremia sura ya arobaini na moja na ya arobaini na mbili. Mlango wa arobaini na moja. Basi ikawa katika mwezi wa saba, Ishmaeli mwana wa Nethania mwana wa Elishama mmoja wa wazao wa kifalme, tena ni mmoja wa majemadari wa mfalme, na watu kumi pamoja naye, wakamwendea Gedalia mwana wa Ahikamu huko Mispa, nao walikula chakula pamoja huko Mispa. Akaondoka huyo Ishmaeli mwana wa Nethania na watu wale kumi waliokuwa pamoja naye, wakampiga Gedalia mwana wa Ahikamu mwana wa Shafani kwa upanga, wakamua yeye, ambaye mfalme wa Babeli amemweka kuwa liwali wa nchi. Tena Ishmaeli akawaua Wayahudi wote waliokuwa pamoja naye, yani pamoja na Gedalia huko Mispa, na hao Wakaldai walioonekana huko, yaani watu wa vita. Ikawa siku ya pili baada ya kumua Gedalia, wala hapakuwa na mtu aliyejua habari hii. Wakafika watu kadha wa kadha toka Shekemu na toka Shilo na toka Samaria, watu themanini, nao wamenyoa ndevu zao na kurarua nguo zao na wamejikatakata wakichukua sadaka na ubani mikononi mwao, ili wazilete nyumbani kwa Bwana. Na Ishmaeli mwana wa Nethania akatoka Mispa kwenda kuwalaki, akilia alipokuwa akiendelea. Ikawa alipokutana nao, akawaambia njoni kwa Gedalia mwana wa Ahikamu. Basi ikawa walipokuwa katikati ya mji, Ishmaeli mwana wa Nethania akawaua, akawatupa katika shimo, yeye na watu wale walikuwa pamoja naye. Lakini watu kumi walionekana miongoni mwao, waliomwambia Ishmaeli, usituwe kwa maana tuna akiba zetu zilizofichwa kwendeni za ngano na shairi na mafuta na asali. Basi akawaacha asiwaue, watu hao pamoja na ndugu zao. Basi shimo lile ambalo Ishmaeli ametupa mizoga ya watu waliowaua, karibu na Gedalia ni lile lile alilolichimba Asa mfalme kwa kuwa alimwogopa Baasha mfalme wa Israeli. Ishmaeli mwana wa Nethania akalijaza kwa watu wale aliowaua. Kisha Ishmaeli akawachukua mateka watu wote waliosalia waliokuwa huko Mispa, yaani binti za mfalme na watu wote waliobaki Mispa, ambao Nebuzaradani amiri wa askari walinzi alikuwa amemkabidhi Gedalia mwana wa Ahikamu. Ishmaeli mwana wa Nethania akawachukua mateka, akaondoka ili awaendee wana wa Amoni. Lakini Yohana mwana wa Karea, wa Karea na maakida wote wa majeshi waliokuwa pamoja naye waliposikia habari za hayo mabaya yote aliyoyatenda Ishmaeli mwana wa Nethania, wakawatoa watu wote, wakaenda ili kupigana na Ishmaeli mwana wa Nethania, nao wakampata karibu na maji makuu ya Gibeoni. Basi ikawa watu wote waliokuwa pamoja na Ishmaeli walipomwona Yohana mwana, Yohana, mwana wa Karea, wa Karea na hao maakida wote wa majeshi waliokuwa pamoja naye ndipo wakafurahi. Basi watu wote ambao Ishmaeli amewachukua mateka kutoka Mispa wakazunguka wakarudi wakamwendea Yohana mwana wa Karea. Lakini Ishmaeli mwana wa Nethania akaokoka pamoja na watu wanane Yohana asimpate akawaendea wana wa Amoni. Ndipo Yohana mwana wa Karea na maakida wote wa majeshi waliokuwa pamoja naye wakawatoa hao watu wote waliosalia aliowapata tena katika mikono ya Ishmaeli mwana wa Nethania huko Mispa, baada ya kumua Gedalia mwana wa Ahikamu, yaani watu wa vita na wanawake na watoto na matuashi aliowarudisha toka Gibeoni, wakaenda zao wakakaa katika Geruthi Kimhamu ulio karibu na Bethlehemu, ili wapate kuingia Misri kwa sababu ya Wakaldayo; maana waliogopa, kwa sababu Ishmaeli mwana wa Nethania amemuua Gedalia mwana wa Ahikamu, ambaye mfalme wa Babeli amemweka kuwaliwali juu ya nchi. Mlango wa arobaini na mbili Ndipo maakida wote wa majeshi na Yohana mwana wa Karea na Yezania mwana wa Hoshaya na watu wote tangu wadogo hata wakubwa wakakaribia, wakamwambia Yeremia nabii, twakusihi maombi yetu yakubaliwe mbele yako, ukatuombee kwa Bwana Mungu wako, yani watu hawa wote waliosalia; maana tumesalia wachache tu katika watu wengi, kama macho yako yatuonavyo, ili kwamba Bwana Mungu wako atuonyeshe njia ambayo yatupasa tuiende, na jambo tulipasalo tulitende. Ndipo Yeremia nabii akawaambia, nimewasikia Tazama, nitamwomba Bwana Mungu wenu sawasawa na maneno yenu; tena itakuwa neno lolote ambalo Bwana atawajibu nitawaambia, sitawazuilia neno liwa lolote. Wakamwambia Yeremia, Bwana awe shahidi wa kweli na uaminifu kati yetu, ikiwa hatufanyi sawasawa na neno lile ambalo Bwana Mungu wako atakutuma utuletee. Likiwa jema au likiwa baya, sisi tutaitii sauti ya Bwana Mungu wetu ambaye tunakutuma kwake ipate kuwa faida yetu tunapoitii sauti ya Bwana Mungu wetu. Ikawa baada ya siku kumi neno la Bwana likamjia Yeremia. Ndipo akamwita Yohana mwana wa Karea na maakida wote wa majeshi waliokuwa pamoja naye na watu wote, tangu wadogo hata wakubwa, akawaambia, Bwana Mungu wa Israeli ambaye mlinituma kwake ili niweke maombi yenu mbele yake, asema hivi ikiwa mtakaa bado katika nchi hii, ndipo nitawajenga wala sitawabomoa, nami nitawapanda wala sitawang'oa, kwa maana nayajutia mabaya niliyowatenda. Msimwogope mfalme wa Babeli mnayemwogopa, msimwogope, asema Bwana, maana mimi ni pamoja nanyi niwaokoe na kuwaponya na mkono wake. Nami nitawapa rehema kwamba warehemu ninyi na kuwarudisha mkae katika nchi yenu wenyewe. Lakini mkisema hatutaki kukaa katika nchi hii, msiitii sauti ya Bwana Mungu wenu, mkisema la, lakini tutakwenda nchi ya Misri ambayo hatutaona vita wala kuisikia sauti ya tarumbeta wala kuona njaa kwa kukosa chakula, nasi tutakaa huko; basi lisikieni neno la Bwana enyi mabaki ya Yuda. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi: ikiwa mwakaza nyusu zenu kuingia Misri na kwenda kukaa huko, basi itakuwa upanga mnaoogopa utawapata huko katika nchi ya Misri, nayo njaa mnaiogopa itawafuatia mbio huko Misri, nanyi mtakufa huko. Haya ndiyo atakawapata watu wote waelekezao nyuso zao kwenda Misri na kukaa huko; watakufa kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni. Hapana mtu awaye yote miongoni mwao atakayesalia au kuokoka katika mabaya nitakayoleta juu yao. Maana Bwana wa majeshi Mungu wa Israeli asema hivi: kama hasira yangu na ghadhabu yangu ilivyomwagwa juu ya hao wakaao Yerusalemu, ndivyo ghadhabu yangu itakavyomwagwa juu yenu mtakapoingia Misri, nanyi mtakuwa apizo na ajabu na laana na aibu, wala hamtapaona mahali hapa tena. Bwana asema katika habari zenu, enyi mabaki ya Yuda, Msiingie Misri. Jueni sana ya kuwa nimewashuhudia hivi leo, maana mmetenda kwa hila juu ya nafsi zenu wenyewe, kwa kuwa mmenituma kwa Bwana Mungu wenu mkisema, utuombee kwa Bwana Mungu wetu ukatufunulie sawa sawa na yote atakayoyanena Bwana Mungu wetu, nasi tutayatenda. Nami nimewafunulia haya leo, lakini ninyi hamkuitii sauti ya Bwana Mungu wenu katika neno lolote ambalo amenituma kwenu. Basi sasa, jueni sana ya kuwa mtakufa kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni katika mahali pale mnapotamani kwenda na kukaa.